Yes, klabu ya Manchester City kutokea nchini Uingereza ambayo inashiriki ligi kuu ya nchini Uingereza EPL, imeachia ama imetambulisha jezi mpya ambazo atazitumia katika msimu ujao wa ligi kuu ya nchini Uingereza, jezi ya nyumbani home kit. Uzi huu kama kawaida yao umetengenezwa na kampuni maarufu ya utengenezaji wa vifaa vya michezo itwayo Puma, ambayo kwa hivi karibuni imekuwa ikitengeneza jezi nyingi za klabu hiyo ya Manchester City. Mdhamini kama kawaida katika kifua amebaki yule yule wa siku zote Etihad Airways e, jezi fulani hivi ambayo katikati imepitishwa kama kiupinde fulani hivi cha white, rangi ya white kimepita hivi afu design fulani hivi. Iangalie vizuri jezi hii mwanzo mpaka mwisho. Angalia picha hapa za kina Erling Haaland, angalia picha za kina Jeremy Doku, kina Phil Foden then utaniambia hapo kwenye comment, katika asilimia mia moja unatoa asilimia ngapi kwa mtengenezaji wa jezi hizi eh? Wametisha kiasi gani? Drop your comment hapo kwenye comment. Hapo ni super trove ya Dino Television, endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.